Mtazamaji haujakosea kwamba hiki ndicho kituo ambacho na kienzi na kukisharifu zaidi. Mimi ni Ben Chumba, hujambo na karibu nami. Naitwa Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara ni Lusi Mwaura. Na Rais William Ruto amesema kwamba chama tawala cha UDA kimefurahishwa na idadi kubwa ya wawaniaji walioonyesha ari ya kuwania nyadhifa mbalimbali kwa kutumia tiketi ya chama hicho, huku taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza alipokutana na viongozi kutoka eneo la Mashariki ya Mlima Kenya, kiongozi wa taifa alisema kwamba atakutana na wagombezi 12,235 kesho kwenye ikulu ya Nairobi, idadi ambayo amesema hawakuweza kuwafikia wakati wa enzi ya chama cha Jubilee. Una habari wetu Abdiaziz Hashim huyu hapa na taarifa zaidi. hey. yeah, yeah. Rais William Ruto amesema chama tawala cha UDA kimewavutia wawaniaji wengi wa nyadhifa mbalimbali mbali za uongozi wakitumia tiketi cha chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Watu sio wapiga kura <laughs> watu wakutakuta, watu wakutafuta kura ya <gulia> kupigiwa. Kiongozi wa taifa alisema atakutana na wawaniaji elfu kumi na mbili mia mbili thelathini na tano kesho kwenye ikulu ya Nairobi no political party has attracted this number of aspirants n after siku hili tulikuwa Jubilee we never got here. tunaelewana because kuna watu wanasoma mambo kwa ground na wanajua hii serikali inaenda kuundwa mahali pale you know, it's only a few people who cannot see where the government is going to be formed viongozi kutoka eneo hilo waliridhia mpango wa Rais William Ruto wakunda mashauriano ya kabla ya uchaguzi na chama cha ODM. The broadening of our political leadership, the inclusion of ODM and other parties because we need to solidify national unity and we support the president. Lakini kwa sababu nyumba yetu ni ya UDA, mimi naunga mkono tukue solid chini ya party leader wetu Rais William Ruto, Your Excellency. Na sisi ODM ikijipanga kuungana na wewe sisi tukiwa community ya Meru lazima tukushike mkono katika chama ya UDA so that you can be as strong as the ODM. You cannot go to negotiate. You cannot go to negotiate with the ODM when UDA is weak. Lakini tunajua sisi ni mtu moja. We are behind and solidly behind your deputy president. Rais William Ruto alisema ujenzi wa daraja la Nithi pamoja na barabara ya pembezoni mjini Meru yenye urefu wa kilomita 17 kwa gharama ya shilingi bilioni tatu utaanza hivi karibuni. Tuko tayari na contractor ana mobilize. Mimi nataka alete contractor the other week ya eh, bridge ya niti. Rais Ruto alisema miradi muhimu tayari inatekelezwa ikiwemo uimarishaji wa hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Meru kwa gharama ya shilingi bilioni moja ili iweze kufikia kiwango cha hospitali ya kitaifa. Unganishaji umeme wa nyumba elfu thelathini, ujenzi wa masoko 17, utekelezaji wa miradi kadhaa ya nyumba za gharama nafuu na barabara muhimu miongoni mwa miradi mingine inayotekelezwa katika eneo hilo. No administration has done the number of market not even a quarter. Na sio soko ya mabanda hii ya kwenda kujenga. Soko ya maana. Si ndio sio sheds. Si ndio?